Mtazamaji wa Mnyasa Media, mbele yangu ni shabiki wa Simba Choro, naenda kuzungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye swala zima la soka hapa nchini, eh, kwa maana ya Tanzania. Bwana Choro, mambo vipi bwana? Poa sana hmm. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salama kabisa. Uko salama, kabisa. uko <coughs> naam, mambo yanakwenda bwana, ah kila kitu kiko sawa, mambo yanaenda ya vizuri, labda kwako mwandishi <coughs> Mambo kwangu niko sawa bwana. Vipi hii kitu ya kusema hatuchezi, tunaona sasa vita mpya eh, ya barua <coughs> ah, ni yani, ni kukosa weledi kwa kweli. Sijui yani, ni kwamba wame-wa yani, wa, wanataka nini yani? Kitu ambacho mimi kimenishangaza mpaka sasa sijui Yanga wanataka nini kwa kweli, kwa sababu tumeanza na jambo lingine na mpaka tunalimaliza na mambo mengine kabisa ambayo Uh, sisi kama wadau wa michezo uh, yani, atuelewi timu kama Yanga wanachokitaka kitu gani mpaka sasa hivi, kwa sababu mimi hata nikikuuliza wewe mwandishi, Yanga anataka nini? Unajua yani anataka kitu gani? Kwa sababu kaanza na pointi tatu, amelalamikia anataka pointi tatu, kaona TFF wampi, kaenda CAS kakosa, karudi, na sisi atuchezi, atuchezi, kaona mambo yanaweza kawa magumu, kaya atutaki uh, uongozi, kwa maana bodi ya ligi na TFF. Lakini kabla hapo kwanza wanaenda mahakamani tena hapo. Eh, wameenda na mahakamani huko si hawajalipublish sana. Wakarudi na TFF hawawataki viongozi. Ajenda yao ikawataki viongozi. Leo wale wale ambao hawataki wanawadai hela. Wanawadai hela. Sasa unajua mpaka unajiuliza hawa kweli wana mpango na mpira wa Tanzania. Hao na jambo lao binafsi wana chuki zao tu binafsi na watu pale kwenye mamlaka. Yaani sisi tumeshindwa kuelewa. Yaani Yanga wanataka nini mpaka sasa? Lakini wanachokitafuta watakipata. E, watu, watu wazima ndio wanavyosema. Siku zote wazee wanatuambia siku zote mwana mwana wanakulitafuta ndio mwana kulipata. Kuna siku Yanga atawakosti wanachama wake watalia mpaka watasaga meno. Ipo siku mwandishi. Mm. E, kwa sababu wa, wamekosa viongozi ambao wana uelewi. Wameja wame, wamefuata wa, wamefuata wa, wa wa, wa, wa wa wa wa mashabiki wamefuata miemko ya mashabiki na wamefuata namna mashabiki wanavyoishi. Ah, ni maisha ya kishabiki kwenye mpira. Hivi sivyo viongozi wanavyofanya. Professional club kama Yanga Afrika iwezi kufanya kitu kama hicho. Ile ni klabu kubwa, unafanya kitu kama hicho yani? Ukifanya hivyo, maana yake ni kujishushia wewe heshima. Ah, wewe unasema unamdai, unaidai una mamlaka mamlaka, anasema sasa si, utudai, tunakudai wewe, njoo na vielelezo. Unaenda pale, hujasema chochote, hujaweka kikao, umeacha barua unaondoka, kwa maana wewe unataka ushindani, na siku zote unashindana na mamlaka. Nitamkuta jambo kwa namna hii ambayo mambo yanaendelea hivi sasa, unadhani Young Africans wanaweza wakatoboa wa? kwa maana wakapata haki zao zote na madai yao yote na wanayodai eh, kwenye zile barua ambazo zimepelekwa TFF na pamoja na haya masuala mengine ya kujiuzuru, nafikiri viongozi wanaweza kuwajibika. Hapana, Yanga tangu siku ya kwanza walishindwa, yani Yanga walishindwa tangu siku ya kwanza. Uh, wana, wana, wana mchezo wa Simba na Yanga wanagarishwa Machi nane. Tangu pale namna Yanga walivyo react ndio pale walionyesha kushindwa ush, kwao yani walionyesha kabisa kwamba sasa hapa Yanga wameshindwa kwa sababu uh, tim kubwa kama Yanga itakiwa watulie kwanza, wakishatulia wapeleke malalamiko yao TFF, ligi kamate zikae zitazame eh, kaaba sichezo umegairishwa, lakini namna walivyolitka kama vurugu kama fujo, wakalazimisha vitu ambavyo walizoea kufanya hivi. Wakilazimisha huwa vinatokea, lakini sasa hivi <coughs> mambo yamebadilika, kwa sababu ukalifanya jambo ikakst Umeona, wamehangaika wamehangaika, wameshindika. Kila walichokifanya kimeshindikana, mpaka hivi ya kwenye deni na yenyewe limeshindikana vile vile. Mpaka hapo wanashindwa tu kujua kwa namna gani kwamba wao wanakosea. Hii klabu wanachokitafuta watakipata huu msimu, na watakuwa hawana mtu wa kumlaumu, wakati tayari mamlaka wameamua kutumia kanuni ama sheria zimefuatwa, watakuwa hawana wa kumlaumu na watakuwa hawana pa kukimbilia kwa sababu mpira hauna masiara. Mpira hauna busara. Kuna siku utakutana na watu ambao hawana busara, hawatajua Yanga na ukubwa gani Tanzania, hawatajua Yanga ni nani wala ni nani. Kama wanaweza kumfungia vilabu vya Ulaya kama Juventus na vilabu vingine, waweze kumshinda Yanga Afrika. Kwa hiyo unatamani Yanga Afrika wafungiwe? Ah, mimi kwa maendeleo ya mpira wa Tanzania, sitamani Yanga ivafungiwe kwa sababu mimi natamani wao wabadilike. Yaani natamani wabadilike wajue namna gani mpira unaendeshwa. Kwa sababu kwa kufanya hivi kuna siku utajikuta wamepoteza ajira kwa vijana na watu ambao uh, wanafanyia kazi klabu, klabu yao. Kwa hiyo mm. Uh, kwa kufanya hivi mimi nawaomba wabadilike, kwa sababu mpira una, yani, kila sehemu ina protokoli zake. Kila sehemu ina namna ya kuyaendea mambo. Huwezi kuliendea jambo kwa kutoka kutoka yani, hata mimi hapa leo ninavyoniona nazungumza hapa. Hata uje uje hata uje vipi kwangu mimi, kwangu niwe masikini niwe nalala nje, namna ya kunijia mimi lazima ufuate utaratibu. Mm. Uwezi kuja tu kwa sababu labda wewe umenizidi kipato umenizidi umri ama umenizidi nini, lazima utafuta utaratibu. Unaona. Unamaanisha kwamba Yanga hawatumii utaratibu mzuri? Hawatumii kabisa, wako nje ya utaratibu katika kila jambo. Mm. Wao wenyewe Yanga tunaona kila siku kwa madeni yao. Wanapewa taarifa za madai ya ya wachezaji, baadaye CAF wanatuma wanawatumia wao barua, afu inatoka barua kwa umma kwamba bwana wao wanadaiwa. Sio mtu anakaa anatoka anasema oh sisi tunawadai fulani fulani hajatubia ile tu hii. Haiko hivyo. Umeshaniwea. Kwa hiyo wanakosea tangu mwanzo, ameshindwa kufuata utaratibu na ndio maana tumefika hapa. Sasa huko ni kukosa weledi kwa viongozi, kwa sababu wao tayari wamefuata namna mashabiki wanavyoishi. Hayo maisha tunaishi sisi mashabiki. Sisi tunao uwezo kusema tulio tumtaki mwenyekiti wetu Mangungu kwa sababu tumefungwa mechi. Wasikia Mo atoke, bwana Mo, bwana. Labda amesikia tu mchezaji kakosa goli. Yaani, kwa sababu unaomba Mo atoke, kwa sababu ndio mashabiki wanaishi hivyo, lakini sio viongozi. Hivi viongozi wanakuwa wanaishi kama mashabiki ya Chanzi au wale wangekuwepo Simba. <laughs> Si ungesikia tayari bwana huyu anaondoka kwa sababu kosa goli yeye na goli bwana. Eh, Joshua, eh, Joshua Budo Mutale akikuwa man of the match, kama man of the match final hiyo. Second leg hiyo Zanzibar. Budo Mutale anakuwa man of the match lakini viongozi wakasema, hapana, sisi tutomleta jamaa. Sisi tupige sana makelele, huyu hatumtaki, huyu hatumtaki. Mpira uko hivyo, viongozi wanatakiwa wawe na busara, lazima wawe na ustahimilivu. Ndio maana ya uongozi. Sasa kiongozi unafanya unamfalisha, unamfalisha shabiki yeye. Ameandika tisheti, hatuchezi. Naona alifanya nini, akasema, hatuchezi kwanza, TFF watoke. Naona sema, TFF wanatoka kwa misingi gani? Ndio tunataka kwani tunakuwa wanavyoweka, tunaweka sisi mashabiki, tunasema bwana, hao sasa wakae ili watoke. Maanake tulikuwa tunawaweka sisi, sawa, lakini tuwaweki sisi, wapo ambao wanawaweka na huko utaratibu ambao unafuatwa mpaka wao wanawekwa pale na namna ya kutoka ni hivyo hivyo, sio mtu anasema. Kwa hiyo hapo ndio Yanga walipo anapokosea, wajitathmini Yanga, Yanga wajitathmini kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa kabisa, wajitathmini kwa hivi ambao wao ambao wanaendelea, wajitathmini. Kuna siku wataingia kwenye shimo. Lakini kuna watu wanasema madai yao ni ya kweli, kwa maana ya fedha eh, kunabidi walipe. Watu wanasema hivyo, baadhi ya wachambuzi tumeona na zungumza. Nimekuambia unajua sisi kama mashabiki unajua wachambuzi ni watu tu ambao wanakaa, wanachambua mpira, wamepata hizo nafasi. Lakini na wao ni wanadamu kama sisi. Na ni mashabiki wa hizi timu mbili kama sisi. Huenda kuna mtu anachambua kwa interest zake binafsi, kwa sababu anaipenda timu yake. Lakini ukweli ni kwamba sisi tumeona barua zote, tumeziona barua zote, tumeziangalia, tumesikiza malalamiko ya Yanga, baadaye wakatoa, uh, taarifa kwa umma, taarifa yao. Wakaja, uh, CRB wametoa taarifa yao. Na uh, na TFF wametoa taarifa yao. Na taarifa ya TFF imejieleza vizuri tu kwamba Yanga wewe unasema mimi unanidai mimi nakudai wewe. Kama unanidai njoo na vielelezo. Umeshanielewa eh? Na watu wako wa fedha kwa, kwa maana mwasibu na watu wengine wanahusika na fedha. Tujadili. Tuone mimi na wewe nani anamdai mwenzake. Si ndio taratibu ulivyo? Mm. Wao wamekwenda. Wamefika wame hapa mpeleka barua, ndo mtinde, nimemsikia mwenyewe mimi hapa sio wa wa, wa, wa, wa, wa klabu ya Yanga. Anasema kwamba sisi tunachotaka ni fedha zetu. Afisa habari wa TFF Bwana Clifford Mario Ndimbo anasema kwamba bwana, sisi tumebarudia kuzungumza. Wao wamekuja hapa, wameita barua, wameondoka, hawataki tuzungumze. Wanachodai hela yao. Wameuliza shilingi ngapi? Anasema milioni mia mbili. Milioni mia mbili ambayo hamna klabu yoyote ambayo inajua kama Mbingu anapata shilingi ngapi. Sisi tunajua Mbingu anapata milioni hamsini Confederation tangu Azam na tangu ile Azam Confederation Mbingu analipa milioni hamsini. Amekuja mtu mwingine kwa sababu hatujaambiwa kuna kama fedha imeongezeka ama imepungua lazima tubaki hapo kwamba bingwa anafanyaje? analipa milioni hamsini. Huwezi kujiongezea kwa sababu kaja mtu mpya, mi nataka milioni mia tatu haiwezekani. Yanga anatuletea utoto kwenye mpira wana, wanashinikiza wana na mechi ile ni nam, wao wanatafuta sababu ya kutaka kuwapigisha shoti. Uh, mamlaka husika kwanzia TFF, bodi ya ligi nani, waendeshaji hawa wawapigishe shoti na, wap, na wadau wa soka wawapigishe shoti na watu ambao wanapenda mpira Tanzania tuwaone, si wale wabaya. Kuna watu wanasema mpira wa Tanzania ni mpira wa kivyetu vyetu, yani mpira Unyaendeshwa kwa taratibu zetu sisi, taratibu zetu, lakini zimepangwa. Ni kweli, Tanzania ni vitu vyetu, tunaendeshwa kwa taratibu zetu, lakini hizo hizo taratibu ndio zimepangwa ziendeshe mpira wa Tanzania, basi tuzifuate hizo hizo ambazo tumezipanga sisi wenyewe. mm. ndiyo utaratibu ambao tumejitume, tumeridhika tume, tume nao kuseme, si tuende kama Uingereza pengine hatuwezi at, at, twende kama Italia hatuwezi, twende kama Misri hatuwezi, South Africa, basi ndio hivyo, kama Tanzania inclusion. lakini kama tumejiwekea basi tufuate sisi wenyewe ndio kile ambacho tunatakiwa tufanye, lakini kushinikiza mtu mmoja aonekane mbaya kwa sababu yako, sio kweli. Yanga anachokifanya ni kutaka kuonyesha umma bodi ya ligi ni wabaya, ndo maana wamewapa, hatujalipwa ili tutakayo tu react kwamba hii bodi ya TFF, bwana wajalipa Yanga, kitu ambacho sio kweli. Kumbe ndani yake kuna makubaliano mm, wewe misimu mitatu club, taasisi kama Young Africans wakubali kukaa misimu mitatu wajalipwa hela yao? Wewe unavyojua Yanga na vurugu zao wasingekubali kama wamekubali hapo makubaliano naye amesemwa amekaa amekatakwa kwenye kikao kwa sababu gani? Unalazimishaje upewe pesa? Hata ungekuwa mtu anakuja pale bwana, mimi na kudai na hamna unidai, mbona mimi lako nishakulipa. Wewe utaki, wewe msitaki, nataka hela yangu. Utaratibu upo hivyo, hata ukienda mahakamani. Hata mahakamani leo hii Yanga aende mahakamani akaambiwe, bwana simama hapa, TFF simame hapa, kuna upande wa mashtaka mshtakiwa, mashtaka na mshtakiwa na mshtaki wataongea kwa wakati wao. Mimi namdai huyu namdai hey, bwana we unadaiwa. Yule aseme ndio nadaiwa. Shingapi? ananidai mimi milioni hamsini. Lakini anadai tumekubaliana kwamba kuna fedha yake akiingia mimi nichukue. Mmekubaliana wapi bana? kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Nataka barua ya mwenyekiti na makubaliano yenu bana. Hii hapa wee, ndio barua. Kumbe ulisaini ulikubali. Ndio tulikuwa mliandikisha. Sasa unamdai vipi? Ndo ilivyo kesi inavyoendeshwa. Mm. Uwezi kusema mimi nenda mahakamani napeleka kesi mimi, una mdai. Ehe, unataka ukae, na sema sikai, mimi ninachotaka hela yangu, haiwezekani huo ni usela. Huo, huu ni kiongozi mwenye weledi, huwezi kufanya kitu kama hicho, kila kitu kinakaa vikao. Nimeelewa sana kile Mario Dimbo anasema kwamba sio kila jambo peleke barua. Sio kila jambo? Unapeleka barua kama unapeleka posa. <laughs> Eh, sio jambo la kupeleka kama unapeleka posa. Sio kila jambo <laughs> unapeleka barua. Eh, mambo mengine ni kukaa na kuzungumza. Na kuzungumza. Especially inapohusisha viongozi, awe wanawake awe wanaume, hasa nikikutanisha wanaume, hata kama sio viongozi, hatuwezi mm, kuamuamua tu. Mambo huwa yanapangwa, watu wanapanga vikao vya harusi, wanapanga vikao vya vya, vya, mpaka birthday za watoto watu wanakaa vikao. Jambo yubana, kubwa kama hilo unatakaje? Eh bwana, msimamo wa Simba anasema mechi ipigwe, hilo jambo nadhani litatekelezeka kwa namna ambavyo hali hii jinsi ilivyo katika sehemu ambapo bodi ya ligi atakivi kabisa kujipindua ni kufanya hii mechi sichezwe. Mm. Kwa sababu atakachomfanya Simba atamlaumu kwenye maisha yake yote. Kwa sababu Simba sio watu wa kelele. Simba ni mabingwa kufuata taratibu, sheria na kanuni ambazo zimepangwa. Bingwa wa kufanya hivyo. Katika sehemu ambayo atakiri kabisa bodi kujipindua ni kufanya huu mchezo usichezwe kwa sababu da nitamsikitikia sana kwa sababu itakuwa rahisi sana kuhoji. Sisi kama Simba tutahoji kwa nini mechi haijachezwa? Mechi haijachezwa kwa sababu gani? Watatuambia bado tumegalisha kwa sababu Yanga amesema acheze. <laughs> eh? Ah, umepeleka pale kwenye kamati ya masaa sabini na mbili nakuletea majibu kwa bwana Yanga amesema achezi. Mi naondoka nayo na ayo majibu yangu kwamba sijalizika, nenda nayo kasi kasi, utaelewa. Hiyo hiyo statement kwamba tumeahirisha ya mchezo Yanga achezi, itakuwa sio siri. Kwa hiyo bodi ya ligi katika sehemu ambayo amekaa, uh, kwenye mtego, yaani ajaribu kuahirisha ya hiyo mechi, hiyo mechi itakii kuahirishwa, ichezwe kwa namna yoyote, lazima ipigwe, lazima ipigwe. ipigwe na Simba anajua kwamba hiyo mechi lazima itachezwa. Ikitokea kwamba Young Africans wakaendelea kuweka msimamo wao kwamba hawachezi kama ambavyo wanasema. Unadhani bodi ya ligi itafanya maamuzi gani? Ah, kwa sababu sio bodi ya ligi. Ni kanuni ambazo zitazitachukua zitamua. Sina zinasemewa na bodi ya ligi. Na zimamu? Kwa sababu ukisema bodi ya ligi amechukua yeye maamuzi, maana kama ameamua kusema Simba huyu anatakiwa afanywe hivi Yanga afanywe hivi hapana. Kitendo cha siku ya mchezo timu ikatokea uwanjani wasimamizi wa mchezo wote wakamilika kwa maana ya marefa, maafisa wa michezo, yaani kila kitu kikakamilika, kinachotokea pale ni Simba inaenda kupewa alama tatu. Hilo ndio jambo la kwanza. Ili ligi iishe, lazima mtu apewe alama tatu. Simba kishapewa alama tatu, basi tunaendelea na mechi ambazo zinafuata. Asipopewa alama tatu, maana yake huwezi kumtangaza bingwa, mechi haijachezwa na watu walikuja uwanjani. Usipomtangaza bingwa huwezi, usipotoa alama tatu huwezi kumtangaza bingwa. Kwa bodi ya ligi atajitia matatizoni, kwa sababu atakuwa sasa ana mgogoro na Yanga, atakuwa na, na mgogoro na Simba. Umeona, akishakuwa na mgogoro navyo vilabu viwili, mmoja lazima atashinda. Eh bwana, shukrani sana, kutakia kila laheri, asante sana.